Kuna watu wako ndani ya mfumo wa taasisi wanashirikiana kutaka kufanya haya mambo ya uhaini, ikiwemo kwa mujibu wa tafsiri, labda kutaka kumpindua rais na mamlaka yake. Je, wananchi wanataka kujua, hakuna viongozi mbalimbali wa umma katika majeshi yetu na sehemu zingine ambao wanashiriki hizo mbinu? Ni kwa nini ashitakiwe peke yake? Hii sio, hawa wajakaa kikundi kweli? Kama wapo watumishi wa umma, kwa nini wasijihuzuru kwa maslahi ya umma? Kwa nini wasiweke bayana? Huyu mtu yuko peke yake. Sasa watu wanataka tuangalie, tunasema ili jambo ni vyema lipika wazi sasa, Eh? Liingie katika mjadala wa umma, watu waangalie mahakama inafanyaje shughuli zake, hoja zinawekwaje, defense counsel office of the court eh? Wanasema ili uili, kama unavyoona baadhi ya nchi zetu vitu ambavyo ni public interest vinakuwa watu, mtu anaweza kukaa kafuatilia tu akakaa hapa, mtu anaweza kwenye simu anaenda, kama mahakama iko live, mbona baadhi ya sehemu vitu viko live uhuru waandishi wa habari watu, eh, unakuwepo waandishi wa habari wanakuwa uhuru kuweza kutoa na nizao kuweza kuripoti kuweza kubadilisha kubadilisha umma kwa hivi, ndio vitu ambavyo jamii inakuwa ina ina ina vina malalamiko, malalamiko sana katika katika hizo hengo. Lakini pia vile vile hengo nyingine ambayo inalalamikiwa kwamba tunakwenda katika majengo ya mahakama, unajua kuna mahakama na jengo la mahakama. Naomba kidogo tupate tuelewana Tunaposema court au definition of court, tafsiri ya mahakama, maanake tunasema ni judge na wale wasaidizi wake, wengi wanazoea kama wazee wa baraza tu tuwaso wake. Hiyo ndio definition of court, aidha hakimu na nani zake, shakaa kwamba hiyo mahakama inaanza iko, hiyo ndio mahakama. Tunapokwenda pale, tunakwenda katika majengo ya mahakama, tunasubiri mahakama hasiweze kuitwa na kuweza kuendelea je. Yeah, tunapokwenda katika majengo ya mahakama unaambiwa baadhi wana ya wananchi watahatarisha amani. Haya watawala ambao wanatawala yale maeneo, majengo mahakama, pamoja na yote yale majengo ya mahakama tumeweka, kuna jaji mkuu, kuna watendaji wa mahakama nini, ni watu administrative, kuna msajili si na nini, alafu ndo kuna hao wengine majaji na nani, katika mambo mengine mienendo ya kimahakama wao wanasemaje? Mbona tumeona kwamba kuna dhana ya watu fulani kuwasemea watu wengine kwamba okay, tunaweka amani, ni kweli wa, kwa mujibu wa sheria za nchi kwamba polisi wamepewa mamlaka makubwa kabisa, tuna mamlaka makubwa ya kikatiba kwamba kulinda usalama wa raia na mali zao. Hayo ndio mamlaka yao, wanapotekeleza jukumu lao sisi, maanake kila mtu anataka kulindwa uhuru wake, lakini uwepe katika jambo ambalo liko utaratibu, uratibiwe vyema. Ni kweli, hakuna ubishi, mtu unapompa e, unapomtuhumu kwa kesi ya uhaini, maana ni kweli, huyo mtu anaweza kuwa sio kawaida. Kwa tafsiri nyingine, maana kama mtu anataka kupindua serikali sio fame na hivyo vitu vingine, lakini wewe sio mtu wa kawaida ko lazima kweli ulinzi wake kidogo uwe huwe imara katika sanaa ya usimamizi wa nini wa sheria na ulinzi wa amani. Lakini sasa, je, watu wanaratibiwa vipi wasiweze kuzulika? Waandishi wa habari watakiwa watambuliwe, waingie, wapate haki ya kuweza kuripoti habari, wasibuguziwe. Uhuru wa habari duniani, sheria ziko hivyo, wanahabari takiwa kuwa uhuru kuzungumza na umma na jamii, kufikisha kile jamii ambacho nakitaka ikielewe, kwa mchakato huko namna hiyo. Lakini pia ndugu zangu waandishi wa habari e, nitaka nieleze jambo lingine kwamba jamii inapaswa kufahamu jambo moja, katika dhana au sanaa ya usimamizi wa haki, usimamizi wa amani na kuna ulinzi wa sheria, kuna vitu viwili katika dhana ya usimamizi wa amani hakuna ubishi. Kachero yoyote yaani detective huyo, askari kanvu, ofisa yoyote wa jeshi lolote, iwe polisi, iwe JWTZ, ambayo amekwenda mafunzo, unaposema nitahatarisha amani, hataki kukuruhusu watu atu watano kupiga mbele, kwa sababu ni lazima azuie kabla jambo kutokea, lakini sheria inakutaka kwamba akifanya, tukuchukue, tukukamate, tukushtaki. Sasa huyu jambo ya yake la kwanza anataka kuzuia kile kitu kisitokee, kwa sababu hayo ndio mafunzo yao, kwamba mtu unapoona na viashiria vya kuvunja amani chukua tu haraka sana. Hiyo ndo dhana ya usimamizi wa wa amani, ulinzi wa amani, yaani tahadhari kabla ya hatari. Kwa nakuta kuna wengine anaweza kukamatwa. Kama unavyoona wengine anaza wamekamatwa, wamezungushwa lakini labda kosa mweza kuwa limetokea, labda kama hawakufunguliwa jarada la uchunguzi au kuweza kufunguliwa kesi yenu yote, kwa sababu sawa, ni kama tatizo la uzungushaji. Na nijiaje mimi, ni mwalimu au vipi? ningeanza kama ni ukapata kwa sababu ya usalama wako, kunikulinde zunguke na wewe, ndio ndio ndio, mtu anaweza kusema hivyo, na wewe ukasema kwamba amevunja amevunja sheria, kwa sababu nimekukamata. Sija kukamata ni andarest kama mtumiwa, nimekushikilia, nimepata taarifa za intelligence, labda kuna makundi yanataka kuzungu tumewatishia usalama wako, tunakuacha sehemu salama, unaweza ukaendelea na na shughuli zako. Kwa hiyo katika dhana ya ulinzi wa amani, askari yoyote kachero yoyote ambaye amekwenda shule, unapotoa lugha tata au akaisha kuonesha amani hataki kuruhusu, piga hata watu watano, kwamba awe ameshashughulika nawe, yaani awe ya ameshakuchukua na kufungulia jalada la uchunguzi, ikiwezekana achunguze ni kwa nini unataka kufanya hivi. Hiyo ni tahadhari kabla ya nini ya hatari ingaje. Mfumo wa kisheria unakutaka unaponikamata mimi sasa, uniambie nimekosa nini? unataka uhatarishi amani unazania katika kile yako, lakini yule kachero anasema mm, kwa mujibu wa training na vyanzo vya vya vya kiintelijensia ah, siwezi kuruhusu utoe kisu mpige huyu. Kwa hiyo uh, uh, sasa kuna kuwa kuna mikinzano baina ya sheria na dhana ya usimamizi wa nini wa amani kulingana na mafunzo waliopewa hao wenzetu walinzi wa liofewa, wa, linziwa, wa amani. Lakini ni muhimu sana hata kama wanachukua tahadhari hizo, ni muhimu sana kutokufanya maswala ambayo yanahusu udhalilishaji na kipigo au shambulio wa wananchi, kwa sababu mtu yoyote haijalishi ni askari wa aina yote Unapomshambulia mtu, unapompiga mtu, wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine tu. Hiyo ndo sheria inavyotambua kwamba we wewe ni mtuhumiwa, na naye ni mhalifu kama walivyokuwa wahalifu wengine, na sio jeshi limepiga, wewe ndo umempiga, tutakiwa turudili na wewe kwa nafasi yako. Lakini sasa changamoto iliyopo ndugu zangu waandishi wa habari, eh, ofisa wa jeshi labda anataka kushambulia mimi, nataka nikushtaki hmm, kwa majina yako ndio mamlaka aliyopewa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au kupitia DPP na watu wake ni makubwa sana. Anaweza akaleta notice to intervene, yani akasema jambo hili naingilia kwa maslahi ya umma, kwa sababu huyu alikuwa akitekeleza wajibu wake. Lakini najiuliza, wewe ukiniambia unatekeleza duty, wajibu duty, inaruhusu kunipiga mimi wewe? Duty na inahusu kunidhalilisha mimi duty? inaruhusu kama unamteka nyara hii ni duty kweli? Lakini sasa ni kwa sababu ndio maswala ya kisheria, na kwambia tazama, wajibu wake naomba e, mimi kama mwanasheria mkuu wa serikali niwe sehemu ya mashtaka hayo, na kama nahusu jinai, kwa sababu jinai yeye ndo anaiendesha naifuta, naomba mahakama iweze kuiondoa. Kwa kumekuwa kuna kuna vitu vya namna namna hiyo. Sasa nini kifanyike? Maana yake kwamba tunaposema ofisi ya taifa ya mashtaka, ile ni ofisi ya umma, haitakiwi kuwa na upendeleo baina ya mtu yoyote. Kazi yake ni kusimamia sheria kama inavyo inavyoelekezwa kwa mtu yeyote yule, kwamba haijalishi uko wapi, akifanya kosa la jinai achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria bila kuweka upendeleo e, lakini pia kitu kingine tulikuwa nataka sana tuiombe serikali, kuna baadhi ya vitu ni lazima tujaribu kupitia, ni muhimu sana e, kitu cha kwanza tunavyosema kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria, no one above the law. Iko hivyo, lakini katika utekelezaji wake hili lina changamoto nasema hivyo kwa hoja ipi ya kimantiki? Mimi naweza nikaishtaki leo serikali, serikali inaniambia ili uweze kunishtaki nipe notisi ya siku 90, kama katika masuala ya madai. Sawa, labda walikuwa na hekima yake, labda umetaka kuigusa labda manispaa au nini, ili na wao walivyu. Je, jambo hili tuna haja kwenda kupoteza rasilimali za umma? Au sisi kama wanasheria, kama wanasheria serikali wanaweza wakashauri, kwa nini jambo hili msikae mezani kuweza kumpa huyu mtu haki yake? Hekima yake inaweza kuwa ni hiyo. Lakini changamoto ambayo inakuja, mimi nimekwenda mahakamani, nimeshinda kesi, serikali serikali haijamlipa mteja au haijanilipa. Nataka nifanye ukazia hukumu, sheria inakataza kukamata hata magari ya serikali, majengo ya serikali, kila kitu cha serikali. Lakini ingekuwa nimeshtakiana mimi na wewe katika kufanya execution, ukamataji wa umefanya, nimeshinda kesi yangu, utaki kunipa haki yangu. Kwa mujibu wa sheria, maana yake na mamlaka kukamata mali zako. Sheria inaniambia nikikosa mali zako, nabii nikukamate wewe as a civil prisoner kama mhalifu wa makosa ya kiraia. Kwamba huyu mtu aende jela, niko lazima nimlipie chakula, magereza wanletee bili mpaka pale atakaponipa nini? Haki yangu. Lakini haki hiyo kwa serikali huwezi kukamata akaunti ya serikali? Huwezi kukamata mali yote ya serikali? Sasa serikali nasema wewe kama haki yako imekiukwa, nenda mahakamani. Lakini nenda mahakamani nikishinda nitakufanya nini? Hii ndo nikishinda nitapataje hii right yangu? Utaniambia basi natudai subiri bajeti. Lini? subiri nazotaambia tu, ah, Waislamu anakwambia nalama subirina, wahenga wanakwambia kila mwenye kusubira yavuta yavuta heri. Utakashangaa mauti yangu nafikia, na mtu haki yake aipate angali hai, sio mpaka jujo uapya haki wa wake. Kitu kidogo inakuwa inasumbua ina sasa hili pia ni ni jambo ambalo linaondoa dhana ya kifalsafa kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Mimi mali zangu nakamata serikali, ukinidai mimi na kama una maamuzi ya mahakama ni vurugu mechi, ila mimi nikishinda mahakamani naambiwa siruhusi kukamata mali za serikali, kumkamata mtu yoyote. Hizo ndio sheria. Je, hii dhana hakuna aliye juu ya sheria iko sawa sawa? hii dhana ya kifalsafa no one above the law kwa muktadha huo, je, je iko sawasawa sawa? Au kwamba watu taasisi fulani wanaweza kufanya jambo lolote, hata ukapeleka korti, mahakama inaishia kutoa tu uamuzi, itasema na sheria imesema hivi, basi wewe subiri, lakini haki yako imetambuliwa kwenye document, kuna muhuri wa hakimu au wajaji na saini yake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo lazima tutazame, je namna gani tunatoka kuanzia hapa, kwamba ni vyema sheria zinazotungwa zizingatie usawa ili tuweze kuepuka hizi zana za upendeleo, yaani watu wote wawe sawa mbele ya mbele ya, mbele ya ya sheria. Lakini sambamba na hayo, ningependa sana pia vile eh vile, e, nizungumze jambo kidogo kuhusiana na viongozi wa dini. Sisi kama taasisi pia, kuna mambo ambayo yamekuwa kidogo nafuatilia, naona kidogo yasipo tusipokaa sawa sawasawa baina ya serikali viongozi wa dini na makundi mbalimbali, hii itakuja kuleta shida. Kwanza tunafahamu kwamba msingi wa amani duniani kote ni haki. Kunapokuwa hakuna haki, amani ya kweli haiwezi kuwa ya kudumu. Hiyo ni dhana ya kifalsafa na iko hivyo. E, nasema hivyo kwa mtazamo gani? Taifa ta, ta letu kwa muda mrefu sana tumekuwa tukipiga sana vita masuala ya udini, ukabila na masuala ya matabaka. Ndio maana leo tunaweza tukazungumza, Wasukuma Wazaramu, tunakaa tunazungumza kwa lugha moja hakuna Mzanzibari wala Mzanzibari, kama sote ni Watanzania, tunaishi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeoleana wa, wa, tumezaliana, tumekwenda hivyo. Lakini kwa namna hizi siasa ambazo zina, zinaendelea mambo yanaendelea, mijadala, tayari kumekuwa kuna matabaka ambayo yanaingia katika masuala ya dini, mijadala ya umma, maoni ya umma wanapotoa maoni, wako watu wanatoa katika mtazamo wa nasema, ah, yule kwa sababu ni Muislamu, yule kwa sababu ni Mkristo. Hichi kitu hichi kitu, kitu, ni ufa mkubwa sana katika taifa na mamlaka ya serikali isipojipanga vizuri hapa itakuja kuleta matabaka ya ajabu. zile juhudi zote ambazo nilifanya na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Abedi Amani Karume zitakuwa ni sasana, kwa sababu udini unarudi kwa kiasi kikubwa sana. Kumekuwa kuna takisikiliza maoni ya jamii mtasikia, ah, kwaa anampinga fulani kwa sababu ni Muislamu kuna udini mwingine, akasema hapana, mimi natumia haki yangu ya kikatiba, natoa maoni mimi. Kiongozi wa dini uweze kuniambia kwamba eh, ukanitenganisha mimi na siasa? Kwa sababu siasa ni mfumo maisha ya watu eh, siasa ndio kila kitu, kwa sababu hata hata viongozi wa nchi wanapatikana kupitia mfumo wa siasa. Kwa nini sitoe maoni ya umma, haki za jamii zinazodhulumiwa? Mimi naongoza watu, why? Kwa nini mimi nikitoa maoni yangu useme dini mnaingilia serikali au dini majuzi na siasa? No, hapana, tupo katika mjadala ya ya umma, lakini je, ile mjadala ya umma tusitengeneze zana za udini, tutoe maoni kwa sababu ya kujenga taifa moja lenye umoja na mshikamano. Viongozi wetu wa dini waliunda hizi kamati za amani ambazo zilijumuisha eh, mashehe hawa eh, wenye wakristu pia vile vile mapadri, maaskofu katika zile kamati zao. Sina hakika kama na wale ambao wana dini nani religious kama na wao wamo katika hizo hizo kamati, sina hakika sana, maana lengo ni nini? Inapotokea mjadala kama hii ya umma, kuna jambo hakiko sawasawa, tunakaa kwa pamoja, tunaangalia je, hichi kitu kiko sawasawa, tunazungumza vipi na serikali katika jambo hili, hekima yake ni nini bila kuleta mga, mkanganyiko katika katika jamii, kwa sababu viongozi wa dini tunaamini wao wamestarabika, kwa sababu wao wanatuambia mambo ya Mungu, mambo ya rohoni. Eh, kwamba jamani, hacheni zambi tuishi kwa amani, umoja, mshikamano, kusaidia maskini, ndo viongozi wa dini. Kwa hiyo wao wamejikita katika unyenyekevu. Kwa hiyo tuna itakuwa ni mkanganyiko hali ya juu, sasa watu wakatoka katika dhana hii na tukaanza kuchonganishana sasa, Waislamu na Wakristo katikiana, tukagawanyika katika makundi ya mali, ya vikundi vikundi. Hichi ni kitu ambacho sio chema. Kingine, viongozi wetu au watu ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia sheria, ikiwa jeshi la polisi nyingine ni vyema makini na kauli zao. Unapokwenda kutoa kauli, unapoitwa kamanda, unajua kamanda unapoita unapoita vyombo vya habari, watu wanategemea jamii wasikie jambo wa la msingi saa lenye hoja za kimantiki, waandishi wa habari wakae hoji vizuri. Ndio maana kwa kamanda, commanding officer na askari si chini ya mia mbili chini, chini. Wewe ni commissioner ya rais, unapokaa kwenye media tueleze hoja za maana. Usije ukasema fulani alikuwa amelewa. Kiongozi wa umma, wewe ulimpima ule. Kwa evidence ipi? Kwa ni vyema anapotokea mtu afu mtu anasema mimi nimekuwa nimeumizwa afya yangu. Mimi nimeshambuliwa afya yangu. Kwa nini mnaanza kujijaji? Haya ndio mambo ambayo atakuja kuta mkanganyiko. Sasa unapotoa mbele ya public waumini unasikia kwamba fulani alikuwa amelewa. Mwingine anasema mimi nilikuwa huyo mtu amenidhalilisha. Tayari tunajenga chuki dhidi ya serikali. Kwa sababu ya mtu mmoja kwa utashi wake binafsi, kwa sababu sio utashi wa kisheria. Alafu pia vile vile, mimi nina haki ya faragha. Mimi naitwa mtuhumiwa, ukinituhumu, sija mhalifu mpaka mahakama itaponithibitisha. Kwa hiyo kazi yako, chunguza. Uchunguzi ni siri, chunguza, mwasiliane baina ya ofisi ya mashtaka eh, na wao kama jeshi wa madetective, sio wachunguzi, wapate mwafaka wa kisheria. Bwana kweli, tumechunguza kuna ushahidi wa kisheria, chunguza, kutosha, tutakwenda mahakamani hata ukitawandishi wa habari aba, tumechunguza kwa ushahidi tuliouona, hata kama zasiutaji kwa ushahidi tuliouona tumeona kuna haja ya kwenda mahakama. Unaweza ukasema jambo lakini unapoja uniambia alikuwa amelewa ujanichunguza, hauna nini? Ah, kidogo ni mtihani kwao. Ni vyema sana wajiadhari na hizi lugha zao kwa sababu hizi lugha hizi ndio inaleta mkanganyiko sana kwenye jamii, na hili ni taifa letu, sio taifa lao, sio taifa la mtu mmoja ili ni taifa letu, tunapambania haki zetu, utu wetu, ubinadamu wetu, maisha yetu walifu, kwa sisi na kizazi chetu, amani yetu. Tunapambana kuhusiana na masuala ya uhalifu kwamba hawa walifu wasiojulikana hawa wanao tekateka watu wanashambuliwa ninyi kila siku mnasema wasiojulikana. Hivi kweli nchi hii kuna mtu asiojulikana sasa eh? ya kuwa tuna tuna haja gani ya kuwa tunalipa mishahara kwa sababu hawa maofisa wa, wa, wa, wa majeshi wanalipa mishahara ya umma, tunakata kodi zetu tuna haja gani ya kwenda tumwende mafunzo kujifunza namna gani mnaweza mkachunguza t idojensia alafu leo hii miezi na miezi mnasema watu wasiojulikana, watu wasiojulikana. Hichi kitu hakiingii katika hoja za kiimani. Mtu kafanya shambulio, unaambia mtu kalalamika, si wengine hawaonekani wamepotea ndugu zao eh? kila siku hamtoi, watu wamepotea wameenda wapi? Watu wanajamii nalalamika, semeni Intelijensia nasemaje? Intelijensia, kwani kwa masudi tu nikizungumza na press, nikitoka hapa tayari bwana, tuzungumze hizo, niko selo taaa, wanatekateka watu. Tunategemea makamanda anapoita press kama hizi watuambie bwana, mnamo tarehe fulani tumepata taarifa watu e, fulani labda kina mdude sio kina nani sio kina nani wamekamatwa na watu wasiojulikana, lakini tunachunguza. Baada ya muda tupeni majibu bwana, tumechunguza Tumeona kuna A B C D hilo ndo zao la amani. Leo hii unaponiambia mtu amekamata umelipotiwa, umeika press, alafu mwisho wa siku napita miaka miwili mitatu sipati majibu. Maana inanitishia amani yangu kwamba hata mimi siko huko kwa muda wote tena time. Mtu anaweza kaja akanigongea dilisha gong di gong gon, wewe mzungumzaji sana kidomodomo sana hebu tuzungumze. Hii mambo pana. Tunaomba viongozi wa majeshi wote watombe mambo ya maana. Ah, haya mambo ya utekaji, tunataka tuyafahamu ha watu ambao ndugu ndugu mbalimbali wamepotea wanalalamikiwa tunataka tujue wako wapi Hawa wahalifu ni wahalifu aina gani tuna majeshi yote tuna jeshi la polisi eh, tuna watu ambao na ni, ni, ni, ni, watu, watu watisi, wa tisi vitengo maalum tuna watu wa misi chungu mzima ni detective hapo watu wasiojulikana katika nchi hii wanapitia wapi ko hizi zana za watu kututuhumu serikali na majeshi muda mwingine watu wanakuwa nakaribisha majeshi yetu kushambuliwa. Basi kuwa na hoja za kimantiki. Wanapoita press, ni vyema atuambie vitu ambavyo vinafaa katika jamii. Kitu kingine, maofisa wa mahakama na wao pia ikiwemo advocates. Wajichunge katika kauli zao. Sheria ni taaluma, ni zana pana sana ya kifalsafa katika maisha ya watu. Wanasheria hawatakii kuwa watu wa kulalamika. Wanasheria wanatakiwa wawe watu wa kuchukua hatua, na hatua ambazo zinachukuliwa sio hatua za kuhamasisha jamii ingie barabarani au kuhamasisha mapambano no. Tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria, tunakaa tunajifungia, tunaangalia sheria inasemaje, kwamba a, watu hawa wameweza kuwa sasa wanajifanya wana wao ni waalifu wa staarabu, wapo katika maofisi yetu baba ya umma, tunadhania hivyo, tunaangalia sheria, huyu mtu tunamfikia Tutajifungia hata kama sheria zina zina-zina nini kidogo. Tut, tutafuta tu utaratibu wa kumwimpichi tu jamii ikaone, kwa tunapokaa na sisi katika hizi place wadau mbalimbali wa sheria, tusiwe na lugha ambazo sasa taasisi ambazo zinatumiwa wakapata sababu ya kusema chama cha wanasheria ushafahamu, eh au wanasheria wamekuwa ni wanaharakati wa kuhamasisha watu katika kuvunja amani, kwa sababu na mtu atakwambia ushahidi si nao bwana Umeita press bwana, hebu sikiliza lugha yako ulikuwa unamaanisha nini? Kwa ni vyema sana eh, wanasheria au advocates mbalimbali wanapoita hizi press waongee vitu vya maana, wajichunge katika matamko, waongee vile vitu ambavyo jamii itataka kufahamu. Je, baada ya hizi haki kuvunjwa, hatua zipi za kimkakati za kisheria zimechukuliwa dhidi ya watu? Ni vyema tufungue hata kama kesi mia au mia mbili kila siku tushinde kwenye kodo za mahakama mpaka kieleweke, kuliko kusema sasa bwana, ah, bana watu umewashindwa, tuingie barabarani, kwamba watu sio kuchezea, tutakifanya hichi ah, ah. Kidogo kitu ambacho pia ningependa kwa sababu hili kwamba amani ni kwa wote, kwa sisi sote, sio kwa jambo la mtu la mtu mmoja. Kwa ni vyema viongozi wa dini, vyama vya wanasheria, injiozi na wadau mbali mbali wa serikali, kwamba ni vyema na sisi tujikite sana katika mm, pindi tunapotoa matamshi mm. mm na tusipende kutoa tafsiri katika au tusipende kutoa maoni. Unajua, kuna maoni ya kisheria na maoni ya utashi binafsi, kulingana na mtu mapenzi yake zidi ya mtu fulani, aidha zidi ya chama fulani, kitu ambacho demokrasia huwezi huwezi huwezi ukamkataza. Lakini tunapokuja katika mijadala ya umma ya kisheria, kwamba tunaposemea masuala ya sheria, tunasema masuala masuala haki za watu, tunahusu eh, maisha ya watu, ni zana pana sana kifalsafa kwa maana ni vyema tujikite katika maoni ya ya kisheria.